Ushindi wa goli sita kwa sifuri dhidi ya Nyumajini, pengine wewe eh, kama msemaji mchezo munazamaji Kusema ukweli, leo tunayo furaha kubwa sana, na neno pekee ambalo tunaweza kusema hii leo, tumewakomesha Dodoma jiji. E, mechi yetu ya kwanza na wao pale nyumbani kwao, Jamhuri Dodoma, baada ya kuwafunga goli moja ukabila la mkwaja wa penalti la Jean Charles Ahoua, walionekana kutoridhika na ushindi ule ambao sisi tumeupata, walionekana kulalamika, kana kwamba tumewaonea, kana kwamba tumewaonea, kwa hiyo tukasema e, sisi ni people, tutakutana tutakuja kuoneshana ukubwa tofauti ya nyie na wao. Na walikwenda mbali zaidi ya kwamba e, wanafanya kazi kubwa, wanaandaa timu halafu wanakuja watu wanawaharibia mipango yao wakiwatupia lawama e, watu wengine. Tukasema hakuna shaka tutakutana tu kikubwa uhai mm. Leo hii tumekuja kumuonesha kwamba tuna uwezo wa kumfunga kifutboli mm. Tunaweza kumtawala tunaweza kumfanyia ubaya ubwela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 akapangwa ee, aka kakipa kamoja hivi ambaye hana uzoefu. Nimeelewa, mm -hmm. Yule bwana ni nyanda mzuri kweli kweli, kama si ubora wake mm -hmm. Tulikuwa tunaotandika kumi safi kabisa, na magoli haya ni kuwapa pole kwa ajali walioipata. Ah, hapana, Dodoma Jiji walipata ajali, tulikuwa tunawapa pole, ndio na na, naona uh, Jan Chaza wa top score naona naona. Lakini sisi malengo yetu msimu huu sio kutoa mfungaji bora, wala sio kutoa nani bora, hatutaki individual nini, wanaita individual prize. Hatutaki hizo tuzo za mtu binafsi binafsi, tunataka tuzo za timu nzima. Tuyachukua sana haya matuzo ya mchezaji binafsi binafsi, mchezaji mmoja mmoja. Tunachokitaka msimu huu ni tuzo ya Simba, ni tuzo ya klabu kwa maana ya ubingwa kupigania huko ubingwa tunaweza tukaokota tuzo ya kipa bora eh, nani, mu, na Musa Kamara, lakini tumeona vile vile kiwango cha hali ya juu cha Ali, Ali, Ali, Ali mapenati mm. Mechi ya tatu anadaka bila kuruhusu hata bao moja, akatoka akaingia Abel Hussein kuna mfungaji bora, kuna bado kiungo bora wa ukabaji kagoma. Kwa hiyo kusema kweli tunastahili vitu vingi sana msimu huu, lakini target yetu kubwa wakati huu ambao tunajenga, msije mkasahau kama tunajenga timu jamani, msije mkahadaika na mafanikio tuliokuwa nayo mm. na ubora tuliokuwa nao. Tupo kwenye fezi ya tatu ya ujengaji wa timu, tuna fezi kumi hii ndo fezi ya tatu semaji. Semaji kwa matokeo, anasema kwamba ilikuwa ni salamu uh, za tarehe nane. Pengine tunaweza tukasema kwamba unathibitisha muda wote na saa wote mnawahitaji. Ah, kanuni isipovunjwa, we are ready <laughs> <laughs> eh, wasiposingizia wameona mbuzi eh, sisi tuko tayari muda wowote ule kipigwe anytime. Anytime. Kanuni kinyoka namna hii mm. Wasipoona mbuzi kwenye basi letu mm. Wasipoona <laughs> wazee wafupi wenye ndevu nyeupe sisi tuko tayari. Shema Loan Fondo, kuna taarifa inasema kwamba atakosekana kama msimu mzima. Taarifa yake ikoje? Shema Loan Fondo ni majeraha, yeye pamoja na Musa Kamara mm. uh, kwa sasa bado sijapokea ripoti ya madaktari ya kuonyesha atakaa nje kwa muda gani mm. uh, nikishapokea hiyo taarifa, nitakuwa kwenye nafasi nzuri ya, ya kwa julisha lakini nachoweza kuwathibitishia ni kwamba wataalamu wetu wanapambana kuhakikisha kwamba anarejea uwanjani kwa haraka sana, kwa sababu huko mbele tuna kibarua muhimu na kibarua kigumu kweli. Tunakwenda mapumziko kupisha kalenda ya FIFA, wanasimba, tugeuzie akili yetu kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana ya timu ya taifa ya Tanzania. ana kazi huko, tuhakikishe wanasimba, kwa nguvu yetu yote, tunaiunga mkono timu yetu ya taifa ya Tanzania, tuweze kutimiza malengo yetu. Baada ya hapo, tutaendelea na programu yetu na, ambayo yuko mbele yetu hapa, ni mechi yetu ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. <coughs>